Nasikia furaha sana nikisimama mbele ya watumishi wa Mungu kuhubiri neno lake. Sasa leo tunakwenda kuhubiri neno la muhimu sana maishani kwetu, neno ambalo litakusaidia mimi na wewe, litakusaidia kwa nyumba yako, litakusaidia kanisani kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mara tena leo tunakwenda kusema kanisa la leo. Ujumbe wetu ni kanisa la leo. Nimesema ya kwamba kanisa la leo, watu wanaanguka huko na huko, kutembea huko na huko, kuangalia na kutafuta kanisa mzuri liko wapi, ama mchungaji mzuri yuko wapi? Kanisa la leo limeangaika sana, kanisa la leo limechafuliwa sana, kwa sababu mwovu Shetani ameingia ndani ya kanisa na kuwadanganya wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimekuja kukuambia ya kwamba kanisa la leo limedanganyika na kanisa ya kweli iko ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa leo, tutakwenda kuangalia vile Yesu alivyowaambia wamitume wake ya kwamba mimi nimekaa nani na amri ambayo nitawaachia mimi Yesu, pendaneni ninyi kwa ninyi. Wachungaji ambao tunao siku ya leo Amri ya Yesu wameitupa nje, wamechukua asira zao wameweka mbele, wamechukua tamaa zao wameweka mbele. Hata wafuasi ambao tuko nao sasa hivi, upendo hamna. Kuna amri ambazo Musa alipewa na Mungu mlimani, lakini Yesu alipokuja akasema, akawaambia wanafunzi ya kwamba amri yangu mimi Yesu ndio hii, na akasema ya kwamba ni upendo. Tutaenda katika kitabu cha Yohana hiyo sura ya 15 na mstari wa kumi na mbili. Nitasoma katika jina la Yesu. Yesu mwenyewe anasema, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nimi Yesu ninavyowapenda ninyi. Hakuna mtu mwenye upendo mkuu kuliko huu, mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Nani ni rafiki zangu mkifanya mkifanya ninayo waamuru. Siwaiti tena nyinyi wat, watumwa bali nyinyi ni rafiki zangu. Huyo ni Yesu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu uliye mahali pa kuinuka na kwenda kukushukuru kwa sababu ya neno hili, yoyote ambaye atakwenda kulisikia neno hili apate kupata mabadiliko, aokolewe na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu naomba, na kuamini amen. Nimesema ya kwamba kanisa limeharibiwa na mwovu shetani. Shetani ameingia kwa kanisa, amewadanganya wachungaji. Kwa leo naweza kwenda kwa mchungaji, anakuambia ya kwamba mimi siweze kanyaga kwa mchungaji fulani, mimi siweze kanyaga kwa mtumishi fulani. Hizo ni asira, hiyo ni maamuzi ya shetani. Usidhani ya kwamba unapofanya hayo ya kwamba unajenga uhungu ndani ya kanisa. Usidhani ya kwamba unapowatukana wachungaji wengine ya kwamba wawe ndio mchungaji mtunga bora. Huo ni ufarisayo. Ufarisayo, na huo ufarisayo utakwenda kumalizika ndani yako namna gani? Ni mpaka uchukue hatua ya mabadiliko na hiyo hatua ya mabadiliko itakuja ndani yako kwa njia ya upendo. Yesu akasema ya kwamba pendaneni ninyi kwa ninyi. Ina maana wewe ni mtume, huyo mchungaji mwingine ni mtume ambao ametumwa na Yesu kufanya kazi mahali fulani. Sasa Yesu akasema kama nimewatuma, pendaneni ninyi kwa ninyi kama wachungaji, na mnapopendana hapo mtaona uwepo wangu. Na ndio maana unapoangalia katika hicho kitabu cha Matendo ya Mitume, kanisa ambao wa mitume walikwenda kulijenga lilikuwa kanisa la ajabu, walikuwa wakigawana mali zao wote kwa pamoja, kanisa ambalo lina upendo, lina ushirika wa ajabu. Lakini kanisa za leo, unapoona mchungaji anakuambia mfuasi wangu fulani, mimi simpendi kabisa, unapoona mchungaji anasema ya kwamba wafuasi wangu, mimi siwapendi, unakwenda unatafuta wafuasi kwa nguvu zako mwenyewe. Hauwezi ukatafute wa, wafuasi kwa nguvu zako mwenyewe. Ni Mungu analijaza kanisa. Wewe mwenyewe utaabudu Mungu wa kweli. Wewe mwenyewe utaabudu Mungu wa kweli. Na baada ya hapo Biblia inasema ya kwamba walipoabudu Mungu wa kweli mitume, Mungu alikuwa akiliongeza kanisa lao siku kwa siku masaa kwa masaa kwa sababu walitoa maabudu ya kweli. Unaona, wachungaji wa leo, anapoona mfuasi fulani anacheza mziki vizuri kwa kanisa ya rafiki yake, anamtembelea anamwambia, kanisa unalosali sio kanisa mzuri, hamia kwangu, mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya hivi, huyo mchungaji ni mbaya hivi na hivi. Anakuja kushiriki kwa kanisa ya rafiki yake kwa kuangalia ni namna gani atawatoa wafuasi wenzake yo nakwambia, unafanya mapenzi ya shetani. Unapokumbuka ya kwamba kwa nini ibilisi ametolewa mbinguni, mahali pazuri alishushwa, kwa sababu ya kiburi. Amejiona yeye ni mzuri sana, akajifikisha mahali ambapo Mungu alikuwa hajajifikisha akasema ya kwamba yeye amelingana Mungu, yeye ni sawasawa na Mungu ndio maana ameshushwa. Na hiyo kiburi sasa imeingia kwa wachungaji wengi, wanaanza sasa kusema, mimi ni mzuri zaidi kuliko mchungaji huyu, mimi ni mdu. Kila mtu anajisifu kwa wafuasi, ni kama hivyo shetani alijisifu mbinguni, alijisifu kwa malaika akasema, mimi am the best. Sasa hiyo imehamia kwa kanisa za leo, unasema mimi ni mchungaji mzuri, mimi ni mchungaji mzuri. Wachungaji hawapendi kusamehana huyo alikuwa rafiki wangu, leo umemkataa rafiki yako. Kwa nini una hasira ndani yako? Unaja mchungaji anasema ya kwamba ninao adui wengi sana. Hakuna adui yako, na kama kuna adui yako su, Biblia inasema nenda ukamuone, kwa sababu huyo ni ndugu yako. Ni mara ngapi ulienda kwa ndugu yako kama kumwonye akakataa kukusikia? Biblia inasema kama ndugu yako amekukosea sio usubiri ya kwamba haje kukuomba msamaha Biblia imefanya opposite ni wewe ambao umekosewa ndio utakwenda kumuonya ndugu yako ni mara ngapi umemfikia upate kumwonya akakataa kukusikiliza hakuna siku hata moja umefika umekuja na upanga wa hasira umekata kwa upanga wa hasira ukasema sipendi kumuona kwa hasira hiyo ni hasira hiyo ni hasira usizani ya kwamba ni uungu Biblia ikatuambia ya kwamba ni kweli, kitu chochote ambacho kitakukosesha ufalme wa mbinguni kikate, ukiwa mkono wako ukate, lakini usiukate usikate ndugu yako kama rafiki kabla hujamuonya. Biblia inasema Biblia inasema wazi katika kitabu cha Mathayo Mathayo 18, kitabu cha Mathayo 18 na mstari wa 15 inasema ya kwamba nenda ukamuonye ndugu yako we mwenyewe kwa safari ya kwanza, akikataa beba mtu mwingine au wawili wasikilize, akikataa hapo mpeleke kwa kanisa, yaani hapo unafanya hatua kwa hatua. Akikataa maamuzi ya kanisa, basi mtenge, lakini kabla haujamfikia una mzigo mkubwa sana wafuasi, kama umetenga rafiki yako kabla hujamfikia una mzigo mkubwa, na utauliziwa huyo ndugu yako mbele za Mungu. Mbu, Mungu amesema ya kwamba mtengeni, akikukataa akikataa, watu ambao umempeleka akikataa, kanisa mtengeni. Na ukifanya hizo zote hatua, mbele za Mungu wewe ni safi, kwa sababu ni biblia ambayo imesema. Lakini kabla umetenga ndugu yako, umesema ndugu yako ni adui na kabla haujamuonya huo Utaulizwa na Mungu hiyo dhambi, utaulizwa na Mungu. Na yoyote unayofanya usizani ya kwamba ni kupenda kwako, ayoyote unayofanya usizani ya kwamba ni maamuzi yako, ni ile kiburi ya mwovu shetani. Wende kuambia ndugu yako, muongee kama wandugu, muonye, mwambie ndugu yako, mimi nakupenda kwa sababu ni amri ya Yesu. Yesu mwenyewe amesema mimi Yesu nimewapenda pendaneni, ninyi mitume kwa mitume, kama mimi Yesu nilivyowapenda. Ni namna gani unaenda kuomba Mungu na kulia machozi, na kabla hujapenda ndugu yako? Mungu haumwoni ndugu yako ambao unaona unamchukia. Sasa leo ndugu zangu, napenda kuambia kwamba ndugu yako akikukosea, kwa upendo wa Yesu Kristo, muite mara tena mwambie ya kwamba nakwenda kukurumia umenikosea ya kweli. Bwana Yesu asifiwe! Opigeni makofi kanisa la Bwana. Bwana Yesu anawapenda sana, ndio maana aka akaamua kuwachiwa uchi, amevuliwa manguo kwa sababu ya upendo wa Yesu. Kanisa la leo, tupendane. Kanisa la kweli ni kanisa ambalo linaabudu Mungu, ambalo lina upendo, ambalo lina ushirika, kwa sababu hakuna ushirika bila upendo. Utalijenga vipi kanisa bila upendo? Hakuna kanisa, limeharibiwa na mwovu Shetani. Kujisifu kuna kuwa watu wanazani kuwa kanisa ya watu maelfu ndiyo kanisa mzuri. Hapana, munaweza kuwa watu maelfu na Mungu hayupo ndani yenu. Kanisa la Ayubu lilibaki Ayubu peke yake, amaabudu ya kweli. Wengi walipoona Ayubu wakasema ya kwamba o oh, Ayubu amebaki peke yake, hakuna Mungu tena ndani ya Ayubu. Ayubu alikuwa peke yake, lakini kanisa la Ayubu maabudu ya Ayubu ilikuwa ikimgusa Mungu. Wengi wanapoona kanisa linatikisika wanasema ya kwamba kanisa linakwenda kukufa. Hapana, kama Mungu yupo, kama Mungu yupo, kama Mungu yukibaki wawili wawili ama watatu ambao anamwabudu Mungu wakweli, ambao anamwabudu Yesu, kanisa bado lipo, na ilo ndio kanisa Mungu anatafuta. Bwana Yesu asifiwe! Oh, Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ya kwamba wawili hao wa watatu ambao wanaabudu Mungu wa kweli, hilo ndio kanisa Mungu analitafuta, hilo ndio kanisa la kweli, hilo ndio kanisa la kweli. Unajua kabisa, huyu anapiga keyboard vizuri kwa kanisa ya rafiki yangu, huyu kabisa anaimba vizuri, lakini unakwenda kumsajili, mnakuwa kama waimbaji wa kimataifa, mnakuwa kama kundi za hizi za, za, za, za, zinaimba secular music wakiona kabisa wamepanda wana, wanaenda kuchochea, wanakwenda kuchochea, kwa sababu waamisha au wa aimbaji kwa kanisa lako. Unajua huyu anapiga kibodi kwa kanisa ya rafiki yangu, lakini unakwenda kumwamisha na kusema asante Mungu umenibariki. Au hujabarikiwa na Mungu? Hiyo ni laana, hiyo ni laana, hiyo ni laana unapokwenda kulibomoa kanisa la Mungu kwa makusudi yako mwenyewe, kwa makusudi yako, kwa faida zako, utaulizwa ilo kanisa mbele katika jina la Yesu, uo upanga ambao umechukua, upanga wa hasira wa kukata rafiki zako, uo upanga wa hasira ambao umechukua kwa kukata ndoa yako, nimekwenda kusema ya kwamba oh, haleluya. Kumbuka vile Petro ametoa upanga wa hasira akakata sikio, akajua ya kwamba tumaini langu linakwenda kuuawa lakini Yesu amefanya nini? Amerudisha lile sikio na likabaki tena sikio mpya. Sasa hivyo nakwenda kukuambia ya kwamba urafiki ambao umekata kwa hasira, wende kurudisha ambao umekwenda kukata kwa huo upanga wa hasira, tunakwenda kurudisha katika jina la Yesu. Kanisa ambao umekataa kwa hasira, tunakwenda kukurudisha katika jina la Yesu. Rudisha, rudisha, rudisha uwa ushirika ambao ulikuwa nao. Kumbuka mema ambayo ndugu yako amekutendea, kumbuka ndugu yako amekutoa wapi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ubarikiwe sana ubarikiwe sana siku ya leo. Ni siku ya kujua kanisa la kweli, ni lile ambalo linaabudu katika roho na kweli. Sio wingi wa watu hapana. Na hilo kanisa la kweli linaanza ndani yako, maamuzi yako mwenyewe. Upendo urudie kwako, wale wote ulioondoa kwa hasira watembelee, wasiwapigie simu. Mwingine amesema ya kwamba nimemsamehe, lakini sitaki kumwona. Hapana, aweze kusamehe mtu na useme ya kwamba hautaki kumwona? Hiyo haiwezekani. Upendo, upendo ambao umepewa nimesema ya kwamba amesema, pendaneni ninyi kwa ninyi, na mkifanya hivyo mtakuwa rafiki zangu. Usipofanya hivyo, usipopenda wachungaji wenzako, usipopenda wafuasi wenzako, ujue ya kwamba haujakuwa rafiki wa Yesu. Marafiki wa Yesu, kwa kumalizia, ni wale ambao wanatimu, wanatimu ile amri ya Yesu. Amri ya Yesu ni upendo. Penda neni ninyi kwa ninyi, katika jina la Yesu tunaombea neno hili Bwana, asante kwa neno hili. Ikuse watu wako na hakuna mwingine kama wewe. Yawe, tunajua ya kwamba dakika tunazo hazizidi ishirini, ndio maana tunakwenda kutangaza amani yako, tawale wale wale waliosikia. Bwana, ninakupenda ndani ya moyo wangu kama vile ulivyonipenda kwanza, na nitafanya nguvu zangu zote kurudisha